Ni katika mkoa wa Mbeya. Ikumbukwe baadhi ya watu wanaendelea kutajwa katika majimbo mbalimbali, na tumalizia angalau labda kwa namna moja ama nyingine. Leo katika jimbo la Mbeya mjini, baadhi wametajwa kwamba watawania nafasi hiyo ya ubunge katika jimbo la Mbeya mjini, lakini sasa kumekucha, ukweli. Ukweli yupo kiongozi mwingine, licha ya juzi kueleza kwamba Ndele Mwaselela anatajwa kwamba yawezekana atawania ubunge katika majimbo mawili, yani mojawapo kati ya Mbeya mjini na Mbeya vijijini ambako kote anatajwa. Lakini kigogo mwingine wa Chama cha Mapinduzi, ambaye hivi karibuni kimsingi, kwa sababu hakumaliza muda wake, na baadhi wanaendelea kumwita mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya kwa sasa, hapo kuna shida kuelewa kwamba je, mkoa wa Mbeya una wenye viti wawili, yani Patrick Marunenge na huyu mwingine lake jina si mwingine ni Daktari Steven uh, Mwakajumilo. Mwakajumilo anatajwa kwamba itakapofika tarehe ishirini na nane anaweza kachukua fomu ya kuwania ubunge katika moja ya majimbo ya mkoa wa Mbeya, lakini majimbo mawili anatajwa, moja jimbo la Mbeya mjini, lakini jimbo lingine ni jimbo la Busokelo na Mungu bariki. Baada ya kupata taarifa hii nimejaribu kuzungumza na uh, mheshimiwa Dkt. Mwakajumilo ambaye uh, kimsingi katika mazungumzo yote licha ya kukubali kwamba uh, wananchi wameendelea kumpa msukumo wa kuwania nafasi ya ubunge katika moja ya majimbo hayo ya Mbeya mjini ama Busokelo, lakini kwamba yeye bado hajaamua ni jimbo gani ataenda, lakini anasema kwamba tarehe ishirini na nane mwezi Juni elfu mbili na ishirini na tano atatamka neno kwa vitendo, yaani kuchukua fomu ya kuwania ubunge. Ikumbukwe Dkt. Mwakajumilo ni kiongozi mmoja wapo ambaye anao ukubalifu katika mkoa wa Mbeya na wengi wanasema huenda kama atachukua nafasi ya mafomu kugombea ubunge katika eneo lolote lile hasa Mbeya mjini ataleta ushindani mkubwa zaidi. Na ijulikane, Dkt. Mwakajumilo yeye uh, anayo sifa moja kubwa ya kiuongozi hasa ulimi wake kuokoka. Yaani ulimi wake umeokoka. Kwa maana gani? Yeye ni mnyofu, kwenye nyeupe anasema nyeupe, kwenye blue anasema blue, kwenye nyeusi anasema nyeusi. Hataki kuonewa kwa mtu na wala hataki kuonewa. Na wala hataki kusema uongo. Mara zote amekuwa ni mtu aliyejipambanua kwa namna hiyo, na jamii ya wanambea inamfahamu hivyo. Lakini kikwazo kinaweza kumpata kwa namna moja ama nyingine, kwa wachambuzi wa masuala ya siasa, ambapo wanasema kama atachukua fomu na jina lake kurejea inaweza uh, ikaleta maneno kwa namna moja ama nyingine, ama jina lake lisirudi kabisa kwa sababu ya unyofu wake sijajua kwa nini wanasema haya, lakini baadhi wanaeleza bayana kwamba kutokana na siasa za Afrika hazitaji watu wanyofu wa aina ya Mwakajumilo. Sijui wewe mtazamaji unasemaje, lakini nimeona nikuletee taarifa hii kwamba Dr. Steven Isaac Mwakajumilo ni mmoja kati ya watu wanaotajwa kwamba atawania nafasi ya ubunge katika jimbo la Mbeya mjini ama jimbo la Busokelo hivyo kazi ni kwake, lakini Busokelo pia kuna miamba inayotajwa. Mmojawapo ni huyo Dr. Steven Mwakajumilo, lakini yupo Ezekieli Gwatengile, lakini yupo Lutengano Mwarwiba na wengine. Hii ni simulizi ya siku nyingine, tutakapofika katika wilaya ya Rungwe na hasa katika jimbo la Busokelo. Tukutane majimboni. Hii ni Nyikani TV na langu jina ni Godoni Kalurunga Mwipungu. Karibu kwa maoni yako.